tumefika katika bai'a ya Aqaba na tumeeleza baadhi ya mambo ama matukio yaliyotokea siku ile. Naam. Bas basi, e, kama tulivyoeleza wale e, maanswari wakakubali ile bai'a, wakakubali yale mambo masharti yaliyoweka Bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. E, na katika baadhi ya riwaya walisimama e, wengine katika maanswari wakazungumza katika riwaya ya Isma Majaber, eh, katika riwaya Asad eh, bin, <coughs> bin Zurara. Tamam, almuhimu ni kuwa wale maansari wakakubali, wale maansari wakakubali. Sasa ilipotimia ile bai'a, bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akawaambia wale watagwe eh, viongozi kumi na mbili kama representatives hivi eh, kumi na mbili kutokana na wale eh, watu wa Madina waliokuja

Tamam. Hawa watu tisa walikuwa upande wa Khazraji yani wao ndo kama representatives. Tamam. Kisha wale watu wa ausi eh, ni yule tuliomzungumzia kabla ya madarasa mawili au matatu akiitwa Usaid bin Hudhair eh, kuna Saad bin Khaythama eh, na Rifaa bin Abdul Munzir hawa watu watatu ndo walikuwa upande wa ausi, yani yani representative, representatives wa nani wa hawa ausi. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi sallam wa baada ya washachaguliwa hawa eh, akawa specify yani akawazungumzia akawachukua yani ahadi nao mithaq eh, akawaambia wao sasa ndo yani wana masuhulia wao ndo wako yani utasema responsible wao ndo kama viongozi wa wenzao eh, akasema bwana Mtume sallallahu eh, alaihi wa alihi wasahbihi sallam, antum ala gaumikum bima fihim kufala eh, ka kafalati alhawariyina li Isa ibn Maryam eh, wa ana kafilun ala qaumi ami eh, n yaani al muslimina wale wakasema, naam, yaani bwana mtume anawaambia nyinyi juu ya, eh, ya watu wenu nyinyi ndio wenye kuwachunga, eh, nyinyi ndio mtawaongoza, nyinyi ndio mtawapeleka, nyinyi ndio mtawa, mtapeleka yaani mambo yao. Tamam. Na itakuwa kafala yenu, ama kule kuwachunga kwenu ni kama wale hawariyina, eh, wakati wa Saidina Isa kama vile ambavyo wale hawariyina walikuwa wakichunga watu wao, kwa niaba ya Saidina Isa, basi nyinyi pia mtakuwa, eh, wachungaji wa watu wenu. Tamam. Na bwana mtume akasema na mimi ndio kafili wa watu wetu eh, na mimi ndo mchungaji wa watu wetu. Baadhi ya maulama hapa wakasema bwana, eh, mtume amekusudia pale Muhajirina, na wengine wakasema la, bali amekusudia umumul muslimina, wallahu a'lam. Naam. Eh, na katika jambo ambalo eh, twa notice ambalo ilikuwa tofauti katika bai'a hii ni ya pili ni kuwa sasa hapa kulikuwa na bai'a ya vita eh, yani ya jihadi Maanake bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia pale mutani protect eh, tutakuwa twapigana kila anayewapiga nyinyi mtawapiga wa wahakadha, ambapo bai'a ya kwanza tuliita bai'atun nisa yani, bai'atun nisa haku kuwa hakukuwa na zita hakukuwa na ile yani, makubaliano ya kivita, makubaliano ya kijihadi. Maanake ilikuwa wakati ule bado hakuna ile idhni Naam, lakini aya za idhni ya jihadi zilipokuja basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hii bai'a ya pili akakubaliana na wa wale, e, wale usilimu watu wa Madina e, kufanya nao nini bai'a ya vita. Naam. Bas e, baada ya sasa ile kutimia ama kukaribia kutimia ile bai'a na yale makubaliano e, kukatokea jambo katika riwaya katika baadhi ya vitabu vya sira wasema mmoja katika mashetani akajua ile amri a, kuwa wamekutana Waislamu na watu wa Madina, yani bwana Mtume amekutana na wale watu wa Madina. Basi akainua sauti akasema: enyi watu wa Maka, enyi Makureshi, haya e, adriku, adrikuhum, endeni mkaangalie, Muhammad amekutana na e, hawa, wamekubaliana kuwa watawapiga vita na nini. Kwa hivyo ile habari yani, ikawafikia wale Makureshi, basi wale Makureshi wakaanza ma, eh, waka yani waka kusema mumfanya, naye, ba, bai'a, eh, na sisi vita na kadha na kadha na kadha na, katha, na, sisi, na vita, sisi vita vetu ni dhidi yake wa hakadha wakazungumza. Na sasa, katika wale Hazraji kuna watu ambao si Waislamu eh, kuna watu ambao hawakusilimu na ile habari ilikuwa hawaijui kabisa, hawaijui kamwe, basi ikawa wao wanakataa, eh, wanadeny ile habari wanasema la, hakuna alotoka. Sisi tunalala hapa kila mtu analala na sisi wahaka, na huku wale waislamu sasa wale walotoka katika Uislamu, wakawa tu waangaliana. Bali katika vitu vingine vya siri wasema wao ndio ikawa washika wenzao wa wa <laughs> wasema wewe wa yani umpata yule mwislamu amshika mwingine ambaye si muislamu wewe. Eh, untoka usiku bwana, unakuta kukutana na bwana Mtume, yani kama ile kuonyesha kuwa yeye hayumo kabisa wala hajui eh, na wala hakuulizwa wale Waislamu. Ikawa wakawa na bahati sasa, hawakuulizwa personal, yani on a personal level. Kwa hivyo katika wale Waislamu hakuna ambaye alithibitisha ile amri ama alofanya nini alokataa, basi wale makoreshi wakashindwa haweza ku, hakuweza ku distinguish ni yupi katika hawa ndio wamesilimu na ni yupi hajafanya nini hajasilimu. Basi makoreshi wakarudi zao lakini eh, wakafanya kama utasema research eh, wakafanya investigation wale makuresh wakatafuta tafuta, tafuta, wakafuatilia fuatilia fuatilia fuatilia mpaka mwisho wakawa na uhakika kuwa lile jambo limekuwa, ile bay'ah imekuwa. Eh, basi wakaondoka wakenda, sasa wawatafuta wale maanswari, kabla wahepe, kabla warudi zao waende zao Madina. Wakapata wawili, wakampata Saad bin Ubada eh, na Almundhir bin Amr. Hawa watu wawili wakashikwa bwana wakawapata lakini huyu Mundhir eh, akafanya hila akahepa. Tamam, akahepa hawakuweza kumshika. Lakini huyu Saadi sasa wakamshika maskini, wakampiga eh, wakampiga wakampiga wakamfunga wakamwadhibu, yani maskini wakamwadhibu sana sana sana eh, wakaenda naye wakarudi waka naye mpaka Maka, manake alikuwa washaanza kutoka Maka. Basi wakarudi naye mpaka Maka wakamwingiza Maka wakam maskini wakamdhulumu sana Maanake zile zile adhabu waliokuwa wakiwatendea wale waislamu pia wakamtendea yeye. Tamam, ikawa wamvuta maskini kwa nyele zake, huku wampiga, wampiga, wampiga, wamtukana ha. Lakini akaja mtu akaja akamwambia yule, e, Saad bin Ubada, wewe kwani hakuna mtu yoyote hapa, rafiki yako waweza kutukua jiwari naye huku Makka? Akasema, la, mimi ninao Eh, watu wawili ambao wao wakija Madina mimi ndo wao wanaingia chini ya nini? Chini ya protection yangu mimi, na hakika lao nitawataja, eh, wataniokoa ambaye ni Jubair bin Mutaim na Al Harith bin Umayyah. Tamam, bas, akaambiwa hebu waite. Yani waite kwa sauti ya juu. Wao wakisikia kweli, watakuja na watakufanya nini? Watakuingiza chini ya jiwari yao, yani chini ya protection yao, mpaka hao makuresha hawatakufanya nini? Hawatakudhuru, hawatakupiga, hawatakuadhibu Bas, yule Saad bin Ubada wa sahaba yani Saad bin Ubada katika Khazraji kama tulivogusia mwanzo, akafanyaje? Akaita, akaita kwa sauti ya juu, na wakaja eh, hawa, yani, hawa makureshi wawili sasa, ambaye ni Jubair na nani Alharith, eh, wakazuia makureshi, wakazuia, alhamdulillah kwa bahati nzuri wakazuilika wale makureshi, wakaacha kumwadhibu wakaacha kumpiga tamam. Bas, baada ya hapo yule Saad na akaondoka akawa sasa yuelekea zake Madina, lakini bahati nzuri hata akapata kuwa wale ndugu zake waliokuwa wamekwenda yani, eh, maanswari walikuwa wengine maskini wamerudi kuja kumchukua, basi wakapatana naye njiani hao, wakaelekea zao zao kurudi zao Madina. Naam, sasa hii ndio bai'a ya pili eh, bai'atul Aqaba ya thania, na pia huitwa bai'atul Kubra, huitwa hii ni bai'a ile kubwa tamam. <clears throat> na jambo eh, ama matukio yaliyotokea katika bay'ah hii kama tuliona yaliyo tofauti eh, tofauti kubwa tuliona ni mazungumzo ya Saidina al Abasi. eh, tofauti ni kuwa bay'ah hii ya pili kulikuwa na makubaliano ya kivita ya kijihadi ya kisilaha ya kinguvu. eh, tofauti nyingine ni ile idadi ya watu, tukaona ile natija ya wale wa kwanza walipoenda wakasilimisha watu wengi Naam, ndio bai'a ya Aqaba, na hii ilikuwa kama mukaddima, yani ilikuwa ni kitu ambayo ni utangulizi wa atakayokuja katika hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na inshaallah katika madarasa yajayo tutazungumzia wa, kidogo ama tutazungumzia yaliyotangulia hijra, yale mambo yaliokuja kabla ya hijra, maana kuna mambo ya kama e, undugu kufanywa undugu wale wale watu wa Makka undugu baina ya waislamu baina ya mtume yaani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akifanya undugu baina wa wa ya wale Waislamu. Insha allah yatakuja katika madarasa yajayo. wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ala a'lam.